Sasa ukaguzi ule umebaini kuwepo kwa ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udahili na usajili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza hapa chuo kikuu Mwanza, ambapo chuo kimedahili na kusajili idadi kubwa ya wanafunzi mara kumi ya idadi iliyoidhinishwa na mamlaka ya urekebu kwa maana ya TCU kwa shahada ya udaktari wa binadamu kwa mwaka wa masomo 2025 2026 Kwa hiyo idadi hiyo ni kubwa kuliko uwezo wa chuo kimiundombinu ya kujifunzia na kufundishia ikiwamo idadi ya walimu waliopo sasa. Maamuzi ya ya tume ya vyuo vikuu kwa chuo kikuu Mwanza, kutokana na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udahili na maelekezo ya tume, na kwa kuzingatia umuhimu wa kuwa na wahitimu wenye kukidhi viwango vya ubora wa elimu kitaifa, tume katika kikao chake cha 127 hiki kilikuwa ni kikao maalum kujadili tu ili swala ambacho hiki kikao kilifanyika tarehe ishirini na nane Novemba 2025, yani siku ya Ijumaa. Tume imefanya maamuzi yafuatayo, imefanya maamuzi yafuatayo, na haya ni maamuzi manne. Uamuzi wa kwanza, tume imesitisha kibali cha udahili na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa shahada ya udaktari wa binadamu kwa chuo kikuu Mwanza katika mwaka wa masomo 2025 na Usitishwaji huu unatokana na chuo husika kushindwa kuzingatia maelekezo ya tume kwa kudaili na kusajili idadi kubwa ya wanafunzi kuliko ile iliyoidhinishwa na kuchapishwa kwenye kitabu cha mwongozo wa udaili kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Chuo hiki kitaendelea kutoa mafunzo kwa wanafunzi wengine wanaoendelea. Kuna wanafunzi wa mwaka wa pili na wanafunzi wa mwaka wa tatu. Wanafunzi tunaowazungumza ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Eneo la pili au maamuzi ya pili ya tume, kutoa kibali kwa wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza kuhamia vyuo vingine. Tume imetoa kibali cha kuwapa fursa wanafunzi wa mwaka wa kwanza waliodahiliwa kusajiliwa na kuripoti chuoni hapa, wamedahiliwa, wamesajiliwa na wameripoti, wako hapa tunavyozungumza, kuomba kuhamia vyuo vingine vilivyoruhusiwa kudahili wanafunzi katika programu ya udaktari wa binadamu au programu nyingine watakazozipenda kwa mwaka wa masomo 2025/2026 au miaka inayofuata, ili tume iweze kuchukua hatua stahiki ikiwamo kuhakikisha Chuo Kikuu Mwanza kinazingatia sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa elimu ya chuo kikuu. Tume imeunda kamati ya wataalamu kuchunguza mchakato mzima wa masuala ya kitaaluma chuoni hapa. Kamati hiyo itaanza kazi mara tu baada ya zoezi la uhamisho kukamilika. E, ndugu wananchi, wazazi huko waliko, ndugu jamaa na marafiki, ambao sasa watakaposikia hili watambue kwamba swala hili linashughulikiwa kufuatana na sheria kanuni, na taratibu na wanafunzi wote hawa wa wanashughulikiwa ili wasiweze kupoteza haki yao ya msingi ya kusoma na kupata elimu iliyo bora. <tune>